Ni kiripotia Radio Citizen kutoka eno bunge la Butere, kaunti ya Kamega. Jina langu ni Kefa Juma. Unaendelea kusikiliza Dira ya Radio Citizen, ikiwa ndio chemchem ya ukweli. Radio number one, nitarejea hivi punde na kimataifa. <coughs> kweli na burudani ikiletwa kwako na Radio Citizen. Kicheko huimarisha mahusiano kati ya wapenda nao. Ukweli na burudani ikiletwa kwako na Radio Citizen.

Kimataifa, hujambo na karibu. Rais wa zamani wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amesema napanga hivi karibuni kutembelea mji wa Goma unaodhibitiwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Kabila aliitaja serikali ya sasa ya Kongo kuwa ya kidikteta baada ya bunge kumwondolea kinga na kufungua njia ya kiongozi huyo wa zamani aliye na miaka hamsini na tatu kushtakiwa dhidi ya tuhuma za uhalifu wa kivita, uhaini na kushiriki katika harakati za uasi katika hotuba yake iliyopeperushwa moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii, Kabila aliyeongoza Kongo kuanzia mwaka wa elfu mbili na moja hadi 2019 amemlaumu rais wa sasa Felix Shisekedi ambaye awali alidai Kabila Anashirikiana na waasi wa M23. Waokoaji mjini Gaza wamesema kuwa watu ishirini na mbili wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa katika mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israel katika eneo hilo la Palestina. Msemaji wa taasisi ya ulinzi wa raia Mahmoud Basal amesema watu saba waliuawa katika shambulizi hilo lililolenga jumba moja mjini Jabalia kaskazini mwa Gaza. Watu wengine wawili akiwemo mwanamke aliyekuwa na mimba ya miezi saba waliuawa pia katika shambulio lililolenga makambi yaliyowahifadhi watu waliokosa makazi karibu na eneo la Nusairat katikati ya Gaza. Na msikilizaji, waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amewasilisha kwenye baraza la mawaziri sheria ya kuzuia familia kuungana tena itakayowaathiri baadhi ya wakimbizi. Wizara ya mambo ya ndani imesema sheria hiyo inaambatana na makubaliano yaliyofikiwa wakati wa kuunda serikali ya mseto kati ya muungano wa vyama vya kihifadhina unaongozwa na kansela Friedrich Merz na chama cha Social Democrats. Hadi sasa watu wapatao elfu moja kwa mwezi wamekuwa wanaruhusiwa kuingia nchini Ujerumani kuja kuungana na familia zao. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt ameliambia jarida moja la Ujerumani kwamba mipango hiyo haitawezekana tena mara sheria hiyo mpya itakapoanza rasmi. Kwingineko ni kuwa Urusi na Ukraine zimebadilishana